Bwana, unaweza ukajiuliza kwa nini kila uh, wiki ya kwanza ya mwezi Novemba pale England, e, wachezaji pamoja na waandishi wa habari huo wanavaa nguo zenye ua jekundu kifuani. Hilo ni swali pekee ambalo pia unaweza ukawa unajiuliza, na lile ua bwana linaitwa Red Poppy. Sasa nataka nikufahamishe kushona ua la Red Poppy. Yeah, kumegeuka kama utamaduni wa timu zinazocheza ligi kuu pale England. Yote hii ni kuwaenzi na kuwakumbuka mashujaa ambao walipoteza maisha yao katika vita ya kwanza ya dunia. Hata hivyo, mchezaji kama James McCrane wa Ireland e, wamegoma kabisa kuvaa jezi zenye ua hilo. Hii imepelekea mtazamo mseto, wengine kuwa na hasira lakini wengine kuto kujali kabisa. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, ua la red poppy imegeuka kama ishara ya kuwaenzi na kuwakumbuka mashujaa wote ambao walipoteza maisha yao katika uh, uh, katika uh, vita hiyo ya iliyopigwa sana uh, Ulaya ya Kaskazini mnamo mwaka 1914 hadi 1918. Toka mwaka elfu mbili na kumi na mbili kila timu ya Premier League pale England imekuwa ikishona ua la popi kwenye jezi zao katika uh, mwezi Novemba kuelekea siku ya Remembrance Day ambayo inafanyika kila tarehe kumi na moja Novemba. Ua hilo jekundu limechaguliwa mahususi kwa sababu lilikuwa kwa wingi kwenye mashamba ya vita. Ebana, baada ya mechi, jezi hizo huuzwa kwa njia ya mnada, ikiwa ni kampeni ya kila mwaka ya Poppy Appeal inayoandaliwa na Royal British Legion. Wachezaji wengine huamua kutojumuika na utamaduni huo. Hii ni kutokana na sababu za kihistoria na utii wao wa kitaifa, mchezaji wa jamhuri ya Ireland James McClean alizaliwa deli na kukulia kaskazini mwa Ireland katika eneo la Cregan Estate ambapo watu sita kati yao waliuawa katika tukio la Bloody Sunday mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili walitoka huko. Bloody Sunday lilikuwa ni moja ya matukio muhimu sana kwenye mzozo wa siasa ambalo lilijulikana kama Red nchini humo ambapo wanajeshi wa Uingereza waliwapiga raia ishirini na nane ambao walikuwa hawana silaha katika maandamano ya amani. McClean amekataa kuvaa ua hilo kwa sababu anaamini linawakilisha na kuwaenzi wanajeshi wote waliopoteza maisha vitani, sio wale waliopoteza maisha kwenye vita ya kwanza ya dunia na vita ya pili ya dunia lakini pia hata wale ambao wamehusika kwenye ule mgogoro uliohusisha Uingereza katika nchi ya Ireland kaskazini. Mark Crane ameendelea kusimamia msimamo huo wakati wote anapocheza England, na pia amewahi kuacha kuvaa ua hilo katika mechi ya Middlesbrough na Northern Forest. Hilo ndo ua la uh, Poppy bana wananiita Elipresenta, El Kapitano Elisha Singambi, lakini nakusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment as a Sport TV.